Inawezekana mipango yako haiendi vizuri, hufanikiwi. Na si kwamba hufanye kazi kwa bidii au hujitumi, bali kuna mtu anatuma nguvu mbaya kwako kwa lengo la kukukomoa na kukukwamisha ili usiende mbele. Na huyu mtu anayetuma nguvu mbaya, si kwamba anakuwa ananufaika na chochote, yaani ni anakuwa tu anafurahia kuona watu wengine wakiteseka, au anapenda kuona mambo yako hayaendi. Huku ndiko tunaita kuroga. Huyu mtu anakuroga. Naomba nikuambie kitu kimoja, kurogwa kupo, amini usiamini. Hizi nguvu mbaya zipo na watu wanazitumia. Mtu anaweza kukuroga katika afya yako kazi yako, biashara yako, ndoa yako, yaani kitu chochote kile ambacho wewe kinakupa furaha. Na lengo kuu la kuroga huwa ni kukunyima raha ya maisha na kukuzuia usisonge mbele. Sasa naomba unisikilize kwa makini katika video hii, nataka nikujulishe, je, utajuaje kama hicho unachokipitia kina dalili za moja kwa moja kwamba umerogwa? Kwa maana sio kila kitu ni kurogwa. Naomba mnielewe vizuri, sio kila ugonjwa utakaoupata basi ni kurogwa, au sio kila anguko la kibiashara au mafarakano katika ndoa ni kurogwa. Hapana, sometimes huwa haihusiani kabisa na kurogwa. Sasa naomba unisikilize kwa makini, utajuaje kama unachokipitia katika maisha yako kina uhusiano na kurogwa? Naomba ukae na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kabla yatujaendelea na video yetu, naomba dondosha neno na moja lenye nguvu hapo chini kwenye comment. Andika wachawi hawana nafasi katika maisha yangu, na kwa jinsi ambavyo unaandika ndivyo ambavyo inakwenda kuwa katika maisha yako. Kumbuka kwamba jinsi unavyokiri ndivyo inavyokuwa. Dalili ya kwanza ya kwamba umerogwa ni kuandamwa na mikosi isiyoelezeka. Pale tu unapotaka kupiga hatua ya kimaisha kwa mfano umefanikiwa kupata kazi sasa, unatakiwa kwenda kuripoti kazini, ile siku ya kwanza tu unaumwa. Siku ya kwanza ya kutaka kufungua biashara yako unapata ajali. Siku ya kwanza ya kwenda kufungua fremu yako ya biashara, manispaa wanapita wanakuja kubomoa bomoa. Sasa unajiuliza, siku zote walikuwa wapi? Unaweza ukawa unaona kama ni vitu vya kawaida ni vitu vya kikawaida vya hapa duniani, lakini kama vinatokea pale tu unapotaka kupiga hatua fulani ya kimaisha, tambua kwamba kuna negative energy au nguvu mbaya inahusika katika maisha yako. Na hali hii imekuwa ikiwasumbua watu wengi sana, yani mtu akiwa anasema kwamba sasa nakwenda kuachana na umaskini au sasa nakwenda kupata nafuu ya maisha, linaibuka janga na kila kitu kinaharibika. My dear kama hiyo hali imekuwa ikikupata mara mbili mara tatu, tambua kwamba kuna mtu anakufanyia ubaya, na naomba uelewe kitu kimoja, hakuna mtu ambaye anazaliwa akiwa na mikosi. Kuna watu wameshajiwekea kwamba mimi huwa nina mikosi always, nina mikosi. My dear, hakuna mtu anayezaliwa akiwa na mikosi. Mikosi ni nguvu mbaya ambazo watu wanazitengeneza na kuzidirect kwenda kwako. Sasa je, utafanya nini ili kuweza kuondokana na hizi nguvu mbaya za kurogwa? Naomba uendelee kunisikiliza katika video hii. Dalili ya pili ya kwamba wewe umerogwa au kuna mtu anakoroga ni kupata ndoto za kutisha zinazojirudiarudia mara kwa mara, au ndoto ambazo zina disturb akili yako. Kwa mfano, unaota unafukuzwa na nyoka nyoka mkali mwenye sumu kali, lakini uwezi kukimbia. Au unaota unashuhudia ukatili fulani katika ndoto, unashuhudia eidha fulani anauawa, au wewe, kuna mtu anataka kukuua ana kukimbiza kweli kweli, lakini unashindwa kukimbia. Maidia kama hizo ndoto zitakuwa zinajirudiarudia mara kwa mara, naomba ushtuke, usiwe na tabia ya kupuuzia ndoto hata siku moja. Ndoto zinazojirudiarudia huwa ni ishara tosha kwamba kuna kitu hakiko sawa katika maisha yako, au kuna nguvu isiyo ya kawaida inakufuatilia katika maisha yako. Unapopata ndoto hizo, jaribu kurelate au kuhusianisha na maisha yako halisia unayoishi kama utaona kuna uhusiano fulani, kwa mfano, kama uwe unaota una struggle sana, yani unaangaika sana katika ndoto alafu, yani una ukija kuhusianisha na maisha ya kawaida, wewe ni mtu ambaye unapambana sana katika harakati zako, lakini hufanikiwi. Yani hata ufurukute vipi hufanikiwi, unafanya mbinu zote, watu wanakushauri, ma motivational speaker wanashauri fanya hivi, fanya hivi, lakini hufanikiwi. My dear, inawezekana kuna mkono wa mtu unahusika katika kukurudisha nyuma, usifanikiwe. Jaribu kupay attention kwa watu wako wa karibu, au watu unaowahusisha unaowashirikisha mambo yako. Mara nyingi watu wanaokuroga ni wale watu wanaojua mambo yako, yaani mtu wa mbali ambaye hakufahamu kamwe hawezi kukuroga. Mtu anayekuroga ni yule ambaye anakujua A to Z in and out. Kwa hiyo kuwa makini, unamshirikisha nani katika mambo yako, na pia usipende kushirikisha kila mtu mambo yako, my dear. Hapo ndipo unapotoa chance za mtu kutaka kukuroga. Dalili nyingine ni kupata ugonjwa usioeleweka au ugonjwa usioweza kuelezeka kitaalamu, yaani hata ukienda hospitali Daktari anakuwa anashindwa kuelezea kwamba wewe unaumwa nini, yani hata akufanyie vipimo kiasi gani, anashindwa kudetect wewe unaumwa nini. Na mara nyingi ugonjwa huu huwa unaibuka pale ambapo unataka kupiga hatua fulani, au upo katika level fulani ya kwenda kufikia mafanikio yako. Aidha, ulikuwa unafanya biashara, sasa umeshajiwekeza, umeshawekeza vya kutosha, sasa unataka kufanya maendeleo fulani, kupiga hatua fulani, ndipo unatokea huu ugonjwa. Na mara nyingi huu ugonjwa ukikupata, unakuwa sio ugonjwa wa kawaida, yani sio wa kitoto. Kwa mfano, unaweza kujikuta ghafla tu utembei Yaani from no ya miguu inagoma kutembea kabisa, unakuwa ni mtu wa kulala. Ukitaka kwenda chooni unakuwa ni wa kubebwa. Yaani, ili mradi tu wewe ushindwe kufanya harakati zako. Sasa hiyo ni ishara mojawapo kwamba kuna mtu anakuroga au kuna nguvu mbaya inazunguka katika maisha. Na ukitaka kugundua kwamba ni nani anahusika na hii michezo michafu, hebu fikiria ni nani ulimshirikisha au ulishea naye habari zako njema? Unajua, watu wengi wanafikiria kwamba maybe kushare mafanikio yako kwenye social medias ndio chanzo cha watu kurogwa au kutumiwa nguvu mbaya. Niomba nikuambie kitu hiki hapa, wale watu wa karibu wanaokufahamu vizuri kabisa ndio wanao uwezo wa kukoroga au kukutumia nguvu mbaya. mara nyingi huwa wanakuwa ni wafanyakazi wenzio, ndugu zako, au marafiki zako wa karibu sana. Lakini mtu tu wa mbali, yani ambaye anakuona tu yule, anapita barabarani, au yule amejiposti picha yake midia, ana chansi ndogo sana ya kuweza kukufanyia ubaya. Kwanza hatoweza, ni lazima huyu mtu awe anakujua kiundani. Sisi tunaelewana, ni lazima huyu mtu awe anakufahamu in and out A to Z. Sasa hawa watu wanaokujua vizuri, ndio unaotakiwa kuwa nao makini sana. Inawezekana wewe sio mwongeaji au sio mtu wa kuposti kwenye social medias, lakini ni mtu ambaye unapenda kushirikisha au kushea mambo yako kwa watu wako wa karibu, yaani unajianika mambo yako yote, au una rafiki yako huyo mmoja unamwamini sana kila kitu kinachoendelea katika maisha yako unamwambia, unamshirikisha. Bwana leo nimefanikiwa, nimefanya hivi na hivi na hivi. Bwana leo nimepandishwa cheo. Bwana leo mshahara wangu umeongezeka. Sasa hao watu hao ambao unawashirikisha mambo yako na wanakujua vizuri, kuwa nao makini sana. Siku zote mchawi huwa hatoki mbali, na hili huwa ni ngumu sana watu kuliamini. Huwa watu huwa wanajimaliza sana kwa watu wao wa karibu, huwa wanaamini kwamba wale watu wao wa karibu wanawapenda na hawawezi kuwafanyia ubaya, lakini kinyume chake ndio kweli. Dalili nyingine ya kurogwa ni kupata mabadiliko katika mahusiano yako na watu wako wa karibu. Inaweza ikawa ni mahusiano yako ya kifamilia, ya kiuchumba, ya ndoa au ya kirafiki. Yaani unakuta mm, wewe una mpenzi wako au una mume au mke wako, mapenzi yalikuwa yananoga, mapenzi yalikuwa shatashata -shata. lakini ghafla mambo yanavurugika. Na hujui chanzo ni nini, yaani hamjagombana hamjafanyana kitu chochote kibaya, lakini ghafla mambo yanabadilika, mnaanza kugombana, unamwona mwenzio anakosa mood, hana tena shauku na wewe. My dear, hiyo ni clear sign kwamba hapo mnarogwa au mmoja wenu anarogwa. Hivi, ushawahi kusikia watu wanasema, huyu mwanaume au huyu mwanamke sio bure, itakuwa amerogwa? Ni kwa sababu gani? Kwa sababu unakuta watu wanajaribu kuhusianisha matukio kwamba kubadilika kwake na kitu kilichokuwa kinaendelea katika ndoa yake au mahusiano yake, havina uhusiano hata kidogo. Kuna baadhi ya mahusiano unakuta kweli watu wanapitia migogoro, wanapitia misukosuko, mpaka mtu akiamua kukengeuka, unasema huyu kweli ni haki yake ni halali yake abadilike au ya aachane na huyu mtu, lakini unajaribu kuangalia mtu mwingine hakuna chanzo, mambo yalikuwa yako vizuri kabisa, tena walikuwa wako kwenye hatua nzuri kabisa, ghafla mtu anabadilika tu. Yani hata yeye mwenyewe ukimuuliza sababu halisi ya yeye kubadilika hakwambii. Yani yeye mwenyewe anakuwa hajielewi, anakuwa ni kama anapelekeshwa na nguvu fulani. Hiyo ni ishara ya kwamba huyu mtu amerogwa, yani ni clear sign. Wala usijiulize mara mbili mbili huyo mtu amerogwa. Sasa hapa, lengo kuu la huyu mtu anayeroga sio tu kuwafarakanisha, bali inawezekana ameona kwamba hawa watu wawili walikuwa na bondi nzuri sana ya kibiashara na walikuwa wanaelekea katika kupiga hatua fulani ya kimafanikio. Sasa ili wasifanikiwe, inatakiwa ni wafarakanishe. Kwa hiyo, ana uhakika akiwafarakanisha, kila kitu kitasimama. Kama ni biashara, zitakufa. Kama ni ndoa yenu, itakufa kama ni mipango yenu mlikuwa mnaipanga yote itakufa. Ishara nyingine inayoonyesha we kwamba wewe umerogwa ni kuwa na tabia ambazo si zako, yaani hata watu wakikuangalia wanasema kabisa huyu sio yule tunayemjua. Kwa mfano, wewe huwa huna asili ya ukali, lakini ghafla unaanza kuwa mkali kwa watoto wako, kwa mke wako, na hata wewe mwenyewe ukikaa kujitafakari unajishangaa, yaani unajiuliza hivi mbona niko hivi? Lakini unashindwa kujikontrol, yani unashindwa namna ya kujizuia kuwa hivyo. Hiyo ni ishara tosha maidia kwamba umerogwa, yani sio wewe. Kuna kitu kina kukontrol katika mwili wako. Au kuna watu wengine huwa wanaibukia katika uraibu fulani ambayo ilikuwa sio kawaida yao, kwa mfano ulevi. Yaani mtu alikuwa yeye na pombe ni mbali mbali, yani hawapatani kabisa. Lakini ghafla anakuwa mlevi. Tena ni mlevi yule wa kupindukia. Yani kila siku watu wanakuja wanambeba wanamrudisha nyumbani. Sasa unaweza ukawa unajiuliza sana hii tabia imekuwaje? Mbona ghafla? Kwa nini huyu mtu amekuwa mlevi from nowhere? Na hapa naomba mnielewe vizuri. Mara nyingi hizi tabia zinakuwa hazina kisababishi maalum. Yaani achana na zile tabia ambazo zinatokana na kisababishi fulani. Unakuta labda kuna migogoro ya ndoa, ndani ya ndoa mwanaume anaamua kutoka nje, huyo mtu huwezi kusema karogwa. Hiyo tabia imetokana na kisababishi fulani. Au mtu ameandamwa na misukosuko fulani katika maisha, sasa anaamua ili nijipozi, ngoja nikanywe pombe. Huyo mtu huwezi kusema amerogwa. Kurogwa ni ile hali ya mtu ghafla yani, from nowhere, hakuna tatizo lolote katika maisha yake, na ye mwenyewe anakuwa hata hajijui, hajielewi, anaingia katika tabia ambayo haielezeki. Watu wanamshangaa, na hata ye mwenyewe, ukienda kumuuliza kwamba bwana, kwa nini unafanya hivi, ye mwenyewe anakuwa hajielewi, hana majibu ya kueleweka. Huko ndiko kurogwa na ndio maana hata baadhi ya watu unakuta wanasema, yule jamaa bwana, sijui amepatwa na nini yani, sijui karogwa. Kwa sababu watu wanaona hakuna kitu kinachokulazimu wewe kuwa hivyo, that's why logic ya kuroga huwa inaingia hapo na pia ili uweze kujua kwamba haya mabadiliko ya kitabia yana uhusiano ya mkubwa na kurogwa, angalia yameibuka katika kipindi gani. Utagundua kwamba yameibuka katika kipindi cha kutaka kupiga hatua fulani ya kimaisha, au ulikuwa unaelekea kwenye pik ya maendeleo, hasa hizo tabia ndo zinaibuka. Hiyo ni ishara tosha kwamba kuna mtu anazuia mafanikio yako, kuna mtu hataki kukuona unaenjoy maisha. Dalili nyingine ni kujikuta unapata ugumu katika kufanya maamuzi, au unapata woga usioelezeka katika kufanya maamuzi yatakayopelekea wewe kupiga hatua fulani ya kimaisha. Yaani, huku nyuma umeseti mipango yako vizuri, sasa umefika mwishoni, fanya kitu fulani au saini hapa ili uweze kupandishwa cheo, au saini hapa ili uweze kupata kazi, unajikuta unapata uoga hausaini unarudi nyumbani. Ukifika nyumbani, unajilaumu hasa kwa nini mimi sijasaini, kwa nini nini mimi sikufanya kitu fulani. Au upo kwenye mazungumzo fulani, unatakiwa tu ukubali, useme ndio ili uweze kupata dili fulani, lakini unajikuta una sita, yani kuna roho fulani na kukamata hapa, unajikuta una sita unakataa matokeo yake unaachana na hilo dili, unarudi nyumbani, unaanza kujishangaa, jamani, hivi kwa nini mi nimekataa, nikua naogopa nini? Kwani hata ukiwasimulia marafiki zako wanakushangaa kwamba wewe jamaa, vipi we? Yaani umekataa kabisa hi ofa. Asa, hiyo ni dalili mojawapo kwamba umerogwa. Sio wewe, kuna nguvu fulani na kuendesha ndani yako kama kukataa kwako kutakuwa na sababu zinazoeleweka, hiyo ni kawaida kwa binadamu yoyote, sio kila kitu natakiwa kukubali. Lakini kama kukataa kwako kutakuwa hamna sababu, yaani mtu akikuuliza, huna sababu za kumwambia, hiyo sio kawaida. Hiyo ni ishara kwamba kuna nguvu fulani imetumwa ndani yako ikuendeshe, na nguvu hiyo ni nguvu ya kurogwa, inazuia mafanikio yako, inakuzuia wewe usipige hatua kwenye maisha. Sasa je, ufanye nini ili uweze kutengua au kujikinga na hizi nguvu za kuroga? Naomba unisikilize kitu kimoja. Kwanza, inakupasa utambue mtu anayekuroga sio lazima aende kwa mganga au sio lazima ashike tunguli muone anatikisa tunguli. Hapana, kuroga huwa kunatokana na casting. Casting ni maneno ambayo ananuia kwako Yaani, mtu anaweza kaa na kunuizia maneno mabaya, aidha kimoyomoyo au kwa sauti, kwamba fulani asifanikiwe, fulani apate ajali, fulani asipandishwe cheo. Na kweli inakuwa hivyo kama wewe haupo positive enough katika harakati zako za kimaisha, haya maneno mabaya mtu anayekutamkia yana uwezo wa kukufikia na kuishi katika maisha yako na ndio maana siku zote huwa ninawaambia ni muhimu sana kuwa positive katika maisha yako. Unaweza usione effect au matokeo hapo hapo, lakini huko mbele utakuja kuona matokeo ya wewe kuwa positive katika mipango yako yoyote ile unayoifanya, au katika shughuli zako unazozifanya. Kuwa positive, jitamkie maneno mazuri, sema mimi ni mshindi, nitafanikiwa. no mabaya hayanifai katika maisha yangu. Mimi ni mshindi, mimi ni tajiri mimi nina afya njema. Pendelea sana kujitamkia maneno kama hayo. hayo hayo maneno kwanza yanainua vibration ndani ya mwili wako, na pili hayo maneno yatakufanya uzungukwe na nguvu nzuri, kwa hiyo nguvu mbaya inakuwa haina nafasi katika maisha yako. Kuna watu ni wafanyabiashara wakubwa sana, na tunawaona katika maisha yetu, lakini ukichunguza kiundani, unakuta wanafanya biashara zao katika mazingira magumu sana, wanakuwa wanaamini au wana zile hisia ya kwamba jambo lolote baya linaweza kuja kuwapata. Sasa ukiwa unaishi na imani hiyo, ni kweli muda wowote jambo baya linaweza kukupata. Pendelea kujitamkia ushindi, yaani hata kama we mwenyewe unaona mbele huoni njia, lakini jitamkie, mimi nitafanikiwa, ninakwenda kufanya interview. Nitafanikiwa na nitaitwa kazini, nitafanya kazi vizuri kwa kujiamini na nitapata mafanikio kama ambavyo wengine wameweza kupata mafanikio. Ishi na nguvu hiyo katika maisha yako, maidia hakuna mtu yoyote yule ambaye ataweza kukoroga. Hakuna nguvu mbaya yoyote ile ambayo itaweza kukuvamia katika maisha yako, na naomba nikupe siri moja, mtu anayekuroga kamwe hawezi kuchukua nyota yako. Yani, hata iweje ni kukudistabu tu, huwa wanakudistabu tu hapa na pale na kukuingizia nguvu mbaya, lakini nyota yako haiwezi kutetereka. Jambo la pili, usipende kushea mambo yako na kila mtu, hasa yale mambo yanayokupa furaha au mambo yanayohusiana na maendeleo. Ukweli ni kwamba watu wengi huwa hawapendi kusikia mambo mazuri kutoka kwetu, na hakuna mtu atakayekuambia kwamba hapendi kusikia mambo yako mazuri lakini ukweli utabaki kuwa hivyo. Kwa hiyo basi, kama una achievement yako yoyote, una mafanikio fulani umeyapata katika maisha yako, kuwa makini sana na watu unaoshiana nao. Kama mtu hajui mipango yako au hajui mambo yanayoendelea katika maisha yako, basi anayo chansi ndogo sana ya kuweza kukuroga. Mtu anayekuroga ni yule ambaye anakufahamu vilivyo. Na jambo la mwisho kabisa, Kaa mbali na watu sumu. Watu mtu sumu ni ule mtu ambaye muda wote anakutamkia maneno ya kukufelisha, kukuogopesha, ya kukutia hofu. Watu wa namna hiyo kaa nao mbali kabisa, haijalishi una ukaribu nao kiasi gani. Anaweza akawa ni rafiki yako wa karibu, ndugu yako, au mfanyakazi mwenzio. Kadiri anavyokutamkia yale maneno mabaya, ndivyo ambavyo hiyo nguvu inaingia katika maisha yako na kuishi kweli. Kwa hiyo kwa jinsi ambavyo anakutamkia kwamba wewe huwezi, utafeli au hiki kitu hakikufai, hutakiweza ndivyo itakavyokwenda kuwa katika maisha yako. Asikubabaishe mtu yoyote ule kwamba wewe huwezi au wewe hutokuja kufanikiwa. Nipo hapa kukuinua, nipo hapa kukuponya wewe ambaye umekuwa ukirogwa kwa muda mrefu. Wewe ni wa thamani sana hapa duniani na kamwe hata kuja kutokea mtu kama wewe katika dunia hii, na unao uwezo wa kubadilisha maisha yako kuanzia dakika hii. Yani, kuanzia sekunde hii una uwezo wa kubadilisha maisha yako. Kwa hiyo asikubabaishe mtu. Kaa mbali na watu wote wanaokukatisha tamaa, hizo ni takataka. Ondoa takataka zote katika maisha yako. Kaa na watu wanaokutia moyo, kaa na watu wanaokutamkia ushindi, wana tamkia maneno ya kukufariji, na pia wewe mwenyewe uwe unajitamkia maneno ya ushindi. Usiwe na hofu, jiamini. Kumbuka kwamba mafanikio yanaanzia ndani yako. Usiogope kurogwa wala usiogope mtu kukuroga. Amini kwamba wewe ni strong na unazo nguvu ndani yako ambazo zina uwezo wa kuamrisha chochote kile hapa ulimwenguni na kikatokea. Kama ukiona mambo mabaya yanakutokea, basi udhaifu ulianzia kwako. Kwa hiyo kataa udhaifu, kataa udhaifu wa aina yoyote ile. Amini katika nguvu za ulimwengu, amini katika nguvu zilizopo ndani yako, na pia amini katika kitu unachokifanya kwamba na wewe ipo siku utakuja kufanikiwa kama ambavyo wengine wameweza kufanikiwa. Tafadhali sana share video hii na wale wote uwapendao, ili na wao waweze kujifunza. Na kama ulikuwa bado hujasubscribe channel hii, hakikisha unasubscribe ili usije kupitwa na masomo yetu mengine yanayofuata. Asante sana, uwe na wakati mwema.